Ama jambo la pili ambalo watu wengi wanaofunga huwa wanakosa, adamu muqaranati. Nilikuwa naandika hapa adamu muqaranati min alkhariji wadakhili, yani ni ile kukosekana muafaka baina ya matendo yako ya nje na matendo yako ya ndani. Hiki e kitu ni kitu muhimu sana. Ndani ya mwanadamu kuna kitu kinachoitwa adhamir, dhamiri. Labda nikufafanulie uelewe vizuri kwa undani dhamiri huwa shuuru almar'i bi annahu mas'ulun amama dhamirihi an yaf'al. Dhamiri ni ile hali ambayo mtu anapokuwa anataka kufanya jambo lolote huwa anapata mawazo kama kuna kiumbe kinamshauri ndani yake, ima akiwa ana hasira au akiwa anataka kufanya jambo kubwa, lazima kuna ushauri anaupata ndani. Akiwa anataka kufanya jambo zuri, kuna hamasa huwa inamwambia nenda, kafanye nenda kafanya kashughulike na hii kuna wengine wanaita huyu ni karini lakini wengine wataalamu wa mambo ya dini wanamuita hii ni dhamiri na ndio maana nikasema adhamir huwa shuuru almar'i bi annahu mas'ulun amama dhamirihi an yaf'al ni ile hali ya mtu kuwa anajihisi kwamba yeye ana msimamizi wa ndani anayesimamia mambo yake na yeye ni responsible anaona ataulizwa muda wowote na huyu msimamizi wa ndani sasa huyu ambaye anayekuuliza we maswali na anayekushauri kwenye mambo yako, kuna wakati ukienda naye tofauti kwenye mambo, mara nyingi wewe hufanikiwi hapa duniani na kesho akhera. Sasa kuna watu wengine anaingia ndani ya Ramadhani, dhamira yake ya ndani, au huyu dhamiri anayemshauri yeye, yupo kwenye mrengo mbaya au yupo kwenye mrengo mzuri kabisa, kwamba bwana wewe unatakiwa ufunge ili upate thawabu, lakini yeye akili yake na mwili wake nje Unaamua bwana, mimi nafunga, ili nikifunga nionwe na fulani yule. Fulani akishaniona mimi atanilipa mshahara au ataniongeza cheo kwa kuwa nimemsapoti kwenye swala la kufunga. Kwa hiyo, huyu anafunga, dhamira yake inataka alipwe thawabu, lakini nje yake huyu bwana yeye ameamua anataka afunge ili aongezwe cheo. Kitendo cha kuwa tofauti dhamira yako na matendo yako yakawa tofauti kufaulu kwako hakuwezi kuwa sawasawa sawa. Hata ukifunga wewe saumu swaumu yako haito kusababisha wewe ufanikiwe hapa duniani na kesho akhera. Na ndio maana kuna kisa kimoja niliwahi kusikia. Mtu mmoja alikuwa anafanya biashara lahu hanut, yani ana duka kubwa, limefanikiwa kwelikweli. Jamaa mmoja akaenda fastashara lahu, akawa anataka kumwomba ushauri. Kawambia, ndugu yangu mimi bwana napata changamoto za kimaisha mambo yangu mimi hayakai sawa sawa, nani nafanya ibada mimi nafanya mambo mengi. Akaambia, sikiliza, nenda kaikague dhamira yako, kaikague dhamira yako kwa sababu mimi mafanikio yangu nayoyaona hapa hayajaletwa na mtu hayajaletwa na elimu, bali yameletwa na Mwenyezi Mungu baada ya kuitengeneza dhamira yangu. Na wewe ukitaka Ramadhani ikusaidie ikurahisishie maisha katika shughuli zako hapa duniani Sharti yako lazima dhamira yako iwe sawa sawa na matendo yako, yaani iwe na mukarana, iwe na usawa, iwe na ukaribu. Wewe unakuta mtu anafunga lakini dhamira yake ndani ni tofauti, na ndio maana utaona watu hawa. Nikurahisishie kwenye hii, hii, hii ajenda namba mbili, watu hawa ambao dhamira zao ziko nje ya malengo ya saumu au zimo ndani ya swaumu lakini akili yao na matendo yao yako nje ya swaumu. Ndo wale watu unaweza ukamkuta anaswali tarawehe ya kwanza mpaka ikifika ya tano, kila inavyokwenda juu basi yeye idadi za rakaa zinaenda zinapungua, mpaka ikifika Ramadhani ya kumi au ya kumi na tano, anaswali rakaa nne au tatu tu zinamtosha, anaondoka katika tarawehe, haswali tena. Kwa nini? Kwa sababu huyu kwenye ile dhamira yake haikuwa sawa sawa na matendo yake. Tengeneza dhamira, weka matendo yako sawa sawa, ili uweze kufanikiwa hapa duniani na kesho akhera.